Karibu mtazamaji wangu wa WWC TV online, na leo tuko na kaka hapa, tutaenda kuelezea mada fupi na nzuri kabisa kuhusu waimbaji wa nyimbo za injili, yani gospel, kuvaa mavazi, kuimba e, muonekano wao kiujumla, kuonekana kama kama waimbaji wa Bongo Fleva. Hii kwako mtazamaji wangu imekaaje? Unaweza ukatuma maoni yako kupitia namba 99 tuko na kaka hapa, pataenda kuelezea mtazamo wake, na wewe unaweza ukashare mtazamo wako. Kaka, habari ya salama kabisa, unaitwa nani na nano, nakufahamu kwa jina gani? Uh, kwa jina naitwa Joseph Mtepa na mm, epa nasari kanisa la ah mm. Uh, kwa kweli ndugu mtangazaji mm, swala lako ni zuri sana, nimependa yeah, sana. Uh, kwa haraka haraka tuingie katika mada Uh, wasanii wengi wa gospel kwa zama hizi sasa, sijui ni utandawazi na waasili ama sijui ili wapate kontenti, lakini kusema kweli wanazingua yeah. Nasema wanazingua kwa uchungu sana kwa sababu vitendo yeah, ambavyo wanavyofanya hao ni wasanii yeah. Kuna msanii wa kike ambaye ni wa gospel anavaa nguo kimini humu, yani kinaishia humu imebana afu yuko jukwani anaimba, anamwambia Bwana. Kweli jamani, <tuhennot> kweli hata Mungu mwenyewe kweli akiona hii ni haki. Lakini licha hivyo, pia kumekuwa na tabia hivi karibuni hata wasanii wa gospel ambao wale madansa wanacheza singeli ambazo za singeli, yani singeli kabisa, wanacheza ni kama gospel. Ndio maana sishangai sasa hivi kuona nyimbo za gospel zinapigwa kwenye mabaa. Mtu ameelewa anatukana matusi, anaimba anaa <profesionalistan sa kmoi> Kusema kweli wanazingua sana, naomba wabadilike, sababu hao ni wasanii mfano wa kuigwa katika jamii. Wanaifunza nini jamii yetu? Kama huyu ni ndugu Mtepa hapa, Joseph Mtepa anasema kwamba wasanii waimbaji wa nyimbo za injili kuvaa yale mavazi ni vibaya, yaani kuiga zile tabia ambazo zinafanywa na waimbaji wa Bongo Fleva ni vibaya. Sasa twende kwa maoni ya watu wengine, tukajue ni nini kinaendelea.